Bwana, katika hali isiyo ya kawaida kumetokea taharuki, ambako katika mtaa wa Viwandani kata ya Mjini Halmashauri ya Manispaa ya Shinyanga mkoani Shinyanga baada ya kichanga kukutwa katika mfuko wenye taka na mfuga kuku, wakati akitafuta chakula kwa ajili ya mifugo yake. Tukio hilo limetokea leo Oktoba 22 mwaka 2025 na hii ni sehemu ya video inayoonyesha mashuhuda wa tukio hilo wakielezea nini haswa kimetokea. Hey, kwa majina mimi naitwa Jeremia Evance mkazi wa Matanda. Sababu mimi huwa ninapita nina tenda za kulisha kuku hapo Nguzo nane. Kwa maana hiyo, waga nakusanya maugari huwa napata humu kwenye mamifuko, ninapeleka Nguzo nane kupata riziki. Leo hii nimekuja nafukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto. Bahati nzuri nikawakuta wamadada wamo humu ndani, nikawaita hapo nje washuhudie kwamba, jamani ni nini mlichokifanya, na wenyewe wakatoka pale nje kuangalia. Ndio hichi kilichotokea, ni hicho, ni mimi katika kutafuta machakula ya kuku. Stamili Mohammed tumeitwa kwa kutokea Kisanga hapa katika maeneo ya hostel. Tukaja tukashuhudia katoto kamewekwa kwenye mfuko. Mfuko wenyewe wa 200. Tukaja kuangalia tukakuta kweli katoto kama kana miezi minane. Mtoto ameshaota paka nywele. Paka na nywele paka na, na, macho mtoto ameshatokeza paka na kucha. Ndio sasa watu ikabidi sasa ndio watu wajitokeze waje waangalie kumsanga ulikotokea. E, ndio sasa hivi sasa kapiga simple nani kwa mwenyekiti. Simu kwa, kiti, na poliswa, simu kwa majina naitwa Komredi Ashraf Majaliwa, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa wa Viwandani kata ya Mjini. Kwa kweli nimefika eneo la tukio baada ya kuwa nimepokea simu ya balozi wangu wa eneo hili, na nimefika hapa katika eneo hili la hosteli iliyoko ndani ya mtaa wetu. Kama mnavyoona, taharuki imekuwa ni kubwa nimefika na kukuta mtoto mchanga ambacho ni kiumbe akijajulikana vizuri ni cha jinsia gani, kimetumbukizwa ndani ya mfuko wa takataka, na kwa mujibu wa utaratibu wa mtaani kwetu, mara nyingi gari za taka zinapita siku ya Jumatano. Kwa hivyo, aliyefanya tukio hili pengine alikuwa na target e, zoezi la uzoaji taka, ili kiweze kwenda kuteketezwa kwenye dampo la uchafu. Kwa hivyo Wasamaria wema wamebaini mapema tukio hili kabla ya taka kubebwa na kugundua kuna kiumbe ambacho ni kiumbe, e, ni kiumbe ambacho ni, ni, ni, ni, ni, ni malaika wa Mungu huyo, katupo ndani ya mifuko hiyo, na wamejitahidi kukiokoa na kimehifadhiwa katika chombo maalum cha boksi, ili kusubiri sasa jeshi la polisi lije likibebe na lienda likabaini katika vyombo husika na kubaini nani ambaye anahusika na tukio hili. Kwa kweli tumelipokea tukio hili sisi kama wanamtaa Viwandani kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu huu ni ukatili ambao serikali siku zote imekuwa inapiga vita sana. Kwa hivyo, nazidi kuwaomba wananchi wangu wa mtaa Viwandani walio katika eneo hili wajaribu kuwa na utulivu. Jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia zoezi hili, na eh, hospitali zetu zitakwenda kubaini ni chanzo chake ni kipi, na nina imani kwamba haki itatendeka na sheria itachukua mkondo wake. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.